Jukwaa hili uwanja huu ndio tulikaa tuo tu tukiwa na Mwai Kibaki, tukiwa na hayati Wamalwa wa Kijana, tukiwa na huyu Kalonzo na Ngilu na viongozi wengine, na serikali ya NARC ikaundwa hapa hapa, rais akaapishwa. Today we want to say history is repeating itself. Siku hiyo uwanja huu Kibaki alipoapishwa Wakenya wazalendo kama ninyi, siku ya leo waliimba yote yawezekana, bila nani? Yawezekana bila nani? historia tukiandika Uhuru Park. siku ya leo bwana Ruto ameenda kwa Moi kule Kabarak, ameenda kumchukua mwenzetu Gideon Moi ati waungane leo. tutataka tuambie Gideon Moi, yote yawezekana bila nani, bila nani? silifanyika hapa na ndio sababu siku ya leo, mimi Eugene wa Malwa nikiwa kiongozi wa DAP Kenya, nataka nitangaze hapa siku ya leo, nikipongeza ndugu yangu Steven Kalonzo Musyoka kupewa tiketi ya urais kwa chama cha Waipa ya kwamba muungano wetu. Hongera wana Waipa, wale watu wa Kalonzo, nione hapa leo, nataka niambie wana Waipa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

sisi mnavyotuona hapa hatutawachana hadi mwisho kuna wengine wameanza uvumi juzi eti upinzani imeanza kusambaratika si leo mmetuona tuko wote hapa Uhuru Park wale mnangoja kama fisi ati mkono wetu uanguke mujue ya kwamba mutangoja sana hatuwachani hadi mwisho hatuwachani hadi kasongo asonge wa arudi wapi sugoi mwisho tutakubaliana kutoa mmoja wetu hii ni kauli tuwafanya hapa Uhuru Park, uwanja huu wa kihistoria, na hii tutahakisha ya kwamba tumekamilisha Gen Z. Ninyi mjue ya kwamba huu muungano ndio muungano wenu. We don't want you to be our followers. We don't want you to be passengers in our coalition. We want you to be partners, sababu ninyi ndio mtapeleka kasongo nyumbani. Mko tayari? Na sisi tunajua through his bullets he shot many of you lakini through the ballot, your ballots mukishika kura sawa sawa, your ballots, your votes ndio itafanya hu mutuende nyumbani. The ballots will be more powerful than the bullets of William Ruto na hii serikali yake. Muko tayari jamani? So mujitokeze, muchukue kura, tuungane, tumpeleke nyumbani. Hilo ndio hakikisho nawapa, na nataka niwaombe hivi Kile tunasema huyu jamaa ende nyumbani ni sababu miaka tatu yake, hii gharama ya maisha imepanda, ameharibu sekta ya elimu, ameharibu hospitali. Ama mnafikiri shaa inafanya huko kwenu? Yaani siku hizi tukiwa shuleni wakuwa wanasema a e i o u hiya sha tunasemaje? Hebu rudia tena: sha she shi sho shu sasa, Ruto na hiyo shashishi, aende asiende? Jamani, mwemeamua, atembee arudi nyumbani, tuunde serikali mpya. Asante. Mungu awabariki. God bless you.